Nasema ulipopanda ule moshi ukatia giza katika nchi, maana yake nini? Watu wanaokwenda kwenye shughuli za nchi kila siku, wasipokuwa na nguvu ya Mungu, kuna ule moshi wa shimo ambao unapanda unawatia giza kila siku itapo leo na kwa kadiri unavyoendelea kukaa ukijitumainia wewe na mizimu ya kwenu na mashetani ya kwenu na ukoo wa kwenu, unasema sisi tunalindwa na, na nguvu za mizimu, mizimu yetu ni mikali, kwetu kuna mashetani jina lililoitwa. Watu wamejitumainisha kwa mambo mengi ya kipumbavu yasiyokuwa na msaada kwenye maisha yao. Kama unapenda Bwana sema amina. Biblia inaniambia wazi hakuna jina jingine tuliyopewa tukasawa wanadamu kuokolewa kwao isipokuwa jina la Yesu. Lakini waku watu wamesema mimi, ukoo wetu una nguvu sana, familia yetu halirogi, sijui mimi, china niloitwa halirogi. Msikiliza nikwambie, hakuna china ambalo shetani najiogopa dunia hii, isipokuwa china ya Yesu. Hiyo ndilo china nipitale na china yote. Kwa china hilo viwete wanatembea, kwa china hilo wafu wanafufuka, kwa china hilo viziwi wanasikia, kwa china hilo tunabarikiwa maisha yetu. Kama nampenda Bwana Yesu usema amen. Sema tena amen hey. Kwa hiyo matumaini mengine yote haya yamemleta mwanadamu kwenye matatizo makubwa ya maisha yake makubwa, matatizo makubwa, kwa sababu yamekaa tu, haufanyi ibada, unategemea nina mganga wangu nina mganga wangu, huyo anaoga dawa kila baada ya miezi sita, huyo anafanya matambiko, kusimi inaendelea kutuajisa Kuzimu siwa kuchezea. Biblia inasema kuzimu chini kumetaharuki, imefunua kina chake bati kukulaki. Kuzimu imewalaki wafalme wakuu, wenye nguvu, na watawala, na majemadari, watu waliokuwa na sifa. Kuzimu iliwalaki, iliwapokea, iliwavuna kutoka duniani, wadatulia tena huna mganga wa kutumainia, huna binadamu wa kutumainia, huna nguvu wa kutumainia, huna mamlaka tena. Ukisha ingia kuzimu, hata Mungu hana muda na wewe. Kama nampenda Bwana sema amina. Tunaishinda kuzimu tukiwa duniani, elewa hayo. Tajiri mmoja alikufa. Alipokuwa duniani, alikuwa na fedha, alikuwa na uwezo wa kumwambia wewe kijana, na wewe kijana, nikamatia yule kijana, piga na kulipa pesa. Alipokufa, fedha hiyo ikabaki duniani, nguvu hiyo ikabaki duniani, mamlaka hiyo ikabaki duniani, akashushwa kwenye chumba cha peke